Lakini kwa kukosa uwezo, serikali ya CCM zimeshindikana kuchimbwa. Kampuni iliyonunua iliyofanya kazi yote hiyo, imekimbia. Mnajua kwa nini? Hawezi mtu kuja kuchimba gesi au mafuta kama hamna uhakika mali ile ya nani? Na sisi leo tuko chini ama bwana zetu wanatuambia ruhusa kuchimba endeleeni, lakini bado ni jambo la Muungano. Rasilimali zetu, tunachosema sisi hazitokuwa za Muungano. Tokea elfu mbili na tisa baraza la wawakilishi lilipitisha azimio mafuta na gesi yakiweko ndani yakiweko bahari kuu yatolewe kwenye Muungano. Sisi tunakwenda kulikamilisha hilo ili rasilimali za nchi hii zianze kutumika. Nilikuwa nawaambia pwengine mimi, 2013 nilikwenda Uholanzi, katika mji maarufu wenyewe wanaita The Hague au Den Haag wanavyoita wenyewe, kukutana na kampuni ya Shell ambayo ina vitalu vyenye utajiri mkubwa vya Zanzibar kitabu namba 9 mpaka 12, wakanieleza kwa nini imekuwa tatizo. Ni haya haya, kuchimba mafuta katika bahari kuu kunahitaji teknolojia kisasa, kunahitaji fedha nyingi. Ili mtu awekeze, anataka uhakika. Hii mali ya nani? Mbona nyinyi mnaambizana hii mali sharia zinasema, katiba inasema ni ya Muungano. Sharia waliopitisha Muungano wanasema utajiri mali ni ya jamhuri ya Muungano. Sisi tumetunga sharia yetu Zanzibar, tukaambiwa tunasema, tuka kwamba ni ya kwetu. Tumesahau jamani, ni kwa ukweli, lakini hawana harisi a hata akipendwa vipi au vipi jamani, na sisi si, tunasema hii ni mali yetu. Hatutaki kufanywa kama hawara, ashakum, ya kwamba tugaiwe. Hii ni mali yetu halali. Kama tumekubaliana hivyo, tutoke, chimba ya kwako, tuchimbe ya kwetu, tufaidike na rasilimali zetu. Tunakwenda hayo ndugu zangu, inshaallah kuyakamilisha chini ya urais wangu wa kuiongoza serikali, na nasema haya kwa sababu gani? Nimeatanguliza, nimeatanguliza kwa sababu leo tukitazama, tunaishi katika hali duni, tunaishi katika hali duni kabisa, lakini hatuishi katika hali duni kwa sababu sisi ni masikini ama nchi yetu ni masikini, au haina watu wa kuiendesha nchi hii. Sisi tunaendesha nchi mbalimbali. Kwa taarifa yenu, kuna nchi nyingi huko za kiarabu tunaendesha leo. Nenda pale Dubai, hospitali ya serikali ya Dubai, idara ya afya ya Abu Dhabi anaendesha ni Mzanzibari, wanaoendesha Wazanzibari, mtaalamu mshauri wa maradhi ya moyo wa Dubai eh, Consulting cardiologist wa Dubai ni Mzanzibari. Leo eti sisi, kwa sababu mtu haijui nchi hii Leo tumekwenda kutafutiwa kampuni ije iendeshe, tunawalipa pesa nyingi. Wanyonge sisi. Watu wapo, watu wapo, na wengine wanatuambia, mheshimiwa, kesho uchukue serikali, wadhani tunakuja kukusaidia bure, hatutaki mshahara, tunakuja kuwatumikia, kuwasaidia ndugu zetu, wataalamu wa kila aina meni wambie, hiyo Shel, hiyo Shel yenyewe kampuni kubwa duniani ya uchimbaji wa mafuta, mtaalamu wao geologist wao mkubwa ni msichana, ni dada wa Kizanzibari wapale Funguni watu wamjini wa wa wanamjua. Hii nchi ina utajiri, hii nchi ina watu, hii nchi ina wenyewe, na wako tayari kuitumikia nchi hii, lakini si chini ya ufisadi huu, si chini ya ufisadi huu.